Hati uh, wenzetu wa Wizara ya Ardhi wako kwenye kliniki ya ardhi hapa bungeni, na nimepata hati ndani ya saa moja. Kwa nimekuja hapa, nimelipia kiwanja changu hapa Dodoma, kwa nimeshakilipia. Uh, nimeingiza taarifa zangu kwenye mfumo, nimelipia yale malipo ya kawaida, zile ada zinazotakiwa zilipo, ili nipate hati, hatimaye nimepata hati yangu ndani ya saa moja. Kwa ninaamini kwamba hii kliniki ya ardhi ambayo sisi tumepata fursa hapa Dodoma, ufanisi huu huu vile vile unafanyika kwa wananchi, sababu haina maana sana kama sisi tunapata ndani ya muda huu mfupi, lakini kienda kule kwa wananchi ambao changamoto za ardhi na upatikanaji wa hati ni kubwa, inakuwa tofauti. Kwa ongereni sana wizara kwa hiki ambacho mimi nimekishuhudia in person. Hii kazi basi njema kama mnaifanya huko kwingine well and good lakini kama bado ndio mko kwenye, najua tokea mwaka jana hii project iko inafanyika. Kwa hiyo naamini huko pia mambo yanaenda vizuri kama ambavyo natarajia. Kwa matarajio vilevile, ikifika kwenye bajeti yenu ya ardhi, basi tutaambiwa upatikanaji wa hati umeongezeka, kwamba maoteo yenu ya mwaka eh, as against utekelezaji eh, umekuwa mzuri, kwa sababu mambo ni kidijitali. Ongereni sana tanifikishia salamu kwa mheshimiwa waziri na naibu wa waziri na katibu mkuu na watendaji wote. Asante sana, ni kweli maeneo ya ardhi maboresho ni mengi ambayo wewe ni pamoja na mchango wako uliotoa kwa ajili ya kufanya maboresho ya ardhi ikiwa ni pamoja na kazi kubwa aliyofanya mheshimiwa Dejembi na mheshimiwa Pinda na katibu mkuu Wizara ya Ardhi ndugu Sanga na wengine kuhakikisha kwamba ile sera ya ardhi inafanyiwa mapitio mapya, lakini vivyo hivyo kuboresha sheria za ardhi pamoja na upatikanaji wa huduma za kiardhi ikiwemo ulipiaji wa mapango. Unafahamu, kwa wazee Dr. Samia amepunguza wale wazee hawalipi ile gharama za pango ya ki, kiwanja lakini pia nyumba mm. Lakini sambamba na hilo, utoaji wa hati imerahisishwa zaidi, sasa hivi ni kidijitali, kwa hiyo hata migogoro itapungua kwa kiwango kikubwa. Nayo imani kubwa kwamba wizara imefanya kazi kubwa, migogoro ya wananchi imezidi kutatuliwa kwenye maeneo mbalimbali. Kuna Samia Legal Aid Clinic ambayo ilikuwa inahusisha pia utatuaji wa migogoro ya ardhi, wamekuwa na kliniki hizi maeneo mengi kweli. Ni, ni mapinduzi makubwa ya wizara hii ambayo yamefanywa na kwa msukumo mkubwa ambao mheshimiwa Rais amefanya na kwa kweli ni niwashukuru washimua wabunge pia e, ushauri wenu maoni yenu mchango wenu, serikali hii nisikivu imeendelea kupokea na kuyafanyia kazikasi hii iende huko kwa wananchi yeah. wengine yeah. ndio msingi huu na wataalamu wetu kwenye wizara ya kweli na nawapongeza sana sana sana, mabadiliko ni makubwa, na kwa kweli Mwenyezi Mungu awabariki sana, kwa sababu wanamsaidia mweshimua rais kurahisisha mambo na mali kubwa ya, ya kwanza ya umiliki ni hiyo ardhi, haki ardhi ambayo iko ibara 24 ya katiba mm. Lakini vivyo hivyo kwenye sheria zetu za ardhi ya vijiji na ardhi ya jumla maeneo ya hifadhi yamezingatiwa <tune>